Hivi ndo vitu ambavyo vinasababisha presha yako ishindwe kushuka. Namba moja, unatumia dawa bila kubadilisha mfumo wa maisha, ni hatari kwa afya yako. Lakini pia, namba mbili, tunasema viungo vingine vinaweza vikawa vimeathirika, kwa mfano kibofu cha adrenalin. Lakini inaweza ikawa imeathirika figo, na uzito ukawa mkubwa. Um, lakini pia wengine wanatumia dawa za kuinua presha bila kujua: dawa za maumivu, dawa za mafua, njia za uzazi wa mpango za kisasa, energy drink, lakini pia na sigara na pombe zinaendelea ku kuinua. Namba tano tunasema ni msongo wa mawazo. Wengi wamekuwa na changamoto ya stresi. Stresi ni hatari inayopelekea uzalishwaji wa homoni ya cortisol. Lakini pia tunasema upungufu wa madini muhimu ambayo yanadhibiti presha, kwa mfano kuna potassium, kuna magnesium, kuna calcium. Basi zote hizi huwa zina asili kuweza presha yako kushuka. Lakini pia dawa uliyowekewa sio sahihi kwa mwili wako, ndio maana unatakiwa upime ili uweze kufahamu. Niambie hapo chini kwenye comment unafikiri ni nini chanzo cha wewe presha kushindwa kushuka?